Yanga wanaitaka mechi waifata Simba Bunju. Basi la Yanga limetinga mpaka kwenye viunga vya Bunju ulipo uwanja wa mazoezi wa Simba baada ya mechi yao kuahirishwa siku ya jana. Kutokana na hili, mchambuzi ambaye anafanya kazi katika kituo cha Wasafi FM amewachana viongozi wa Yanga kwa kuchoma mafuta kuifata Simba mpaka mo arena Bunju. Edoku Mwembe yeye yeah, ameandika hivi kweli? Yanga mmeweka gari mafuta mmekwenda mpaka Bunju kutaka mechi ifike? mahali kabla ya ligi kuanza hata viongozi na madereva wa timu wapimwe akili. Hii ni nukuu ya Edoku Mwembe, mchambuzi wa soka ambaye anafanya kazi katika kituo cha Wasafi FM. Tunafahamu mechi ya jana ya tarehe 8 mwezi wa tatu mwaka huu 2025 haikuchezwa, dabi ya Kariakona hii ilitokana na Simba kusema kwamba hawatashiriki mchezo huo kwa sababu ya kukandamizwa kwenye haki ya kikanuni, kwamba wao walitakiwa kufanya mazoezi siku moja kabla, lakini walizuiwa na mabaunsa wa Yanga. Lakini Yanga wao walitangaza mechi iko pale pale na tarehe nane ndo siku yao ya kucheza hiyo mechi, na hawatacheza siku nyingine, na wao walitangaza kwamba wameshafunga ukurasa wa dabi kwa msimu huu wa 2024 2025. Japokuwa bodi ya ligi ilitangaza kuahirisha mchezo huo, lakini Yanga wao wanachokitaka ni pointi tatu na magoli matatu ali kamwe mara baada ya saa mbili hapo wakawa anatarajia kwamba mechi ingekuwa imeshakwisha au ilikuwa inaendelea. Yeye alishajiipa e, pwenti 3 na magoli matatu huku akisema magoli hayo apewe Dube. Je, ana mtazamo gani katika hili Mwembe? Jambo hili la mo arena gari la yanga kwenda kule halijampendeza. Je, kwako vipi hii lilikoje? Acha omenti yako na kwa taarifa nyingi zaidi